u na wakati huu kumshukuru Mwenyezi Mungu kwanza kwa, kwa sherehe hii ya moyo mtakatifu wa Yesu na tunatambua kwamba katika adhimisho la misa takatifu siku ya leo tunaposali kwa heshima ya moyo mtakatifu wa Yesu tutawapokea wanachama wapya. Kumbe tuombe katika misa hii waweze kudumu na kuishi moyo mtakatifu wa Yesu kama Kristo mwenyewe anavyotamani wana moyo tuishi kume, tuwaombee wana moyo hao nasi ambao tumekwisha kuanza safari hiyo kama wana moyo kwa muda, tunakumbushwa kuishi e, moyo mtakatifu wa Yesu tukionyesha kwa matendo yaliyo mema, kuwatendea wenzetu yaliyo mema, kuonesha mapendo hayo yanayowaka kutoka kwa moyo mtakatifu wa Yesu wow. Wana ushirika wa moyo mtakatifu wa Yesu na wote wenye mapenzi mema tunawakaribisha katika adhimisho la sherehe hii ya moyo mtakatifu wa Yesu. Lakini pia ni siku ya kutaka, kutakatifuzwa kwa mapadri kujitakatifuza, na ni sherehe ya wana moyo wote, sherehe ya wakristo wote, na kipekee zaidi tunapokea nia yenu ninyi nyote kujitoa kwa moyo huu mtakatifu wa Yesu, hasa wale ambao wanapokelewa kwa mara ya kwanza, lakini na sisi tunaorudia ahadi zetu. nimeona maji yakitoka hekaluni. Tuandamane kwa amani katika jina la Kristo. Amina. Amina. Amina. Amina. Kaferdai, Argentina, Rajabu, Dori, Richard, Thomas, Zakaria, Mtakatifu wa Yesu, kusudi waweze kuutuliza Moyo Mtakatifu wa Yesu, wakifanya mabili ya dhambi zao na za ndugu zao, wajaliwe neema nyingi na kuwawezesha kutuliza waengu wao katika kazi za kitume, ndugu zangu, ni niya yenu katika shirika la Moyo Mtakatifu wa Yesu ni njema na ya okoo. Ni Mwenyezi Mungu mwenyewe amewajalia nia hiyo nzuri. Fanyeni vizuri sana mnayotaka kufanya, utukuzeni Moyo Mtakatifu wa Yesu. Fanyeni malipizi kwa ajili ya dhambi zenu na za wengine Usimikeni upambo wa Yesu katika moyo zenu, katika nyumba zenu na pengine popote pale duniani. Je, mwataka sasa kuahidi kutukuza moyo mtakatifu wa Yesu kwa kufanya bidii kuacha dhambi, kuishi maisha mema na kufanya malipizi? Ndio kwa moyo wetu wote kwamba hatutakabisa tutenda dhambi wala hatutakawia katika hali ya dhambi. Tutafanya bidii tuwazavyo kuwaongoza wengine nao wasukuru moyo mtakatifu wa, dhambu, mingine, wa mwyo mwyo mtakati Yesu. Salini wote kwa moyo na kwa akili, sala ya maagano maeshirika na moyo mtakatifu wa Yesu. Tunakuja mbele ya ntale ya moyo wako mtakatifu inayo kuonesha mapendo yako, na kwa shukrani nyingi sana tunakuambia kwamba tunakupenda. Pia tunataka watu wote wakupende, na tunaomba sana kwa ajili yetu sisi wenyewe na kwa ajili ya watu wote. Utuongezee mapendo hayo. Wewe ni Mungu na mtu kweli, umeteswa kwa ajili ya kutupenda na umekufa msalabani ili kutukomboa sisi wakosefu, ili tuingie katika utukufu wa milele mm. Tunasadiki, ee Yesu, kwa ajili ya hayo uliyo mfalizia, twataka kukupenda sana na kuwafanya watu wote wakupende. Wewe ni chakula chetu tunapopokea sakramenti ya Ekaristi, unapokaa chini ya maumbo ya mkate na divai. Tunasadiki tuna e Yesu, kwa ajili ya hayo unayotufanyia, twataka kukupenda sana na, na kuwafanya wakupende, watu wengine wakupende, e Yesu, mapate tunawatolea sadaka, tunawafundisha tuna ukweli na kuongoza njia iendayo mbinguni. Tunasadiki Yesu, kwa ajili ya hayo uliyotufanyizia tunataka kukupenda sana na kuwafanya watu wengine wote wakupende. Tunataka tukurudishie mapendo tunaamini kuwa tutashika amri zako zote kwa moyo mkuu. Ewe Moyo Mtakatifu wa Yesu, tunakuahidia kwamba hatutaacha imani tuliyopewa nawe, na tutafanya bidii kuwashinda maadui wako wote, tuwapate wote wakae katika heshima zako. sasa wote salini sala ya kumtolea Yesu na simudeno mimitetina sitaki kutumikia mimi wangu, wala macho wala masikio wala mwili mzima, isipokuwa kwa kazi ya kuheshimu na kupenda na kusifu moyo mtakatifu wa Yesu. Nampa Bwana chochote changu, nafsi yangu, maisha yangu, matendo yangu, pamoja na masumbuko na mateso yatakayonipata leo. Najifunga na shati la kuwa mtumwa wake, nikitenda matendo yangu yote kwa ajili ya kumpendeza yeye Nikikataa mara chochote chenye machukizo kwake. Ee Moyo Mtakatifu wa Yesu, na kuelekea kwa kusudi moja tu, na upendo wangu, mlinzi wa roho yangu, hakika ya wokovu wangu, dawa ya udhaifu na unyonge wangu, mwenye kuponya vilema vyote. Ewe moyo wa upendo, mimi naweka tumaini langu na lote kwako, kwa maana mimi naogopa kila kitu ubaya, na kwa ajili ya na udhaifu wangu, lakini na tumaini kila kitu kwa upendo wako. Uniondolee basi kitu chochote kiwezacho kukuchukiza au yangu yote iwe katika kuishi na kufa kama mtumwa wako. ia vileo vyote katika maisha yenu. Tunakubali. Unakubali kuwa utarudisha beti na kazi zenu kwa wakuu wa shirika endapo utakuja ahadi ya kutikatalia kileo? Tunakubali. Sasa salini toleo la kutikatalia kileo. Kwa kutoa sifa kwako kwa kukutuliza kwa, kwa ajili yako nitatoa mfano mwema, nitajitahidi kujikatalia ili niufanyie malipizi moyo wako, kwa ajili ya dhambi za ulevi na kwa ajili ya wale wanaokunywa bila kiasi. Amina. Na sasa tutabariki bei kwa wanachama <coughs> msaada wetu katika jina la Bwana aliyeumba mbingu na nchi. Bwana awe nani awe waniwau e Bwana, sikiliza sala yangu na mlio wangu ufikie. Tuombe emungu mwenyezi wa milele unayekubali sura za Moyo Mtakatifu wa Yesu zichome kusudi kila mtu azitazamaye kwa, kwa macho ya mwili aweze kutazama moyo huo, tunakusihi ubariki na, na kutakatifuza beki na medali hizi zilizofanywa kwa heshima ya makumbusho wa moyo wako mtakatifu, hivyo kwamba kila aiheshimuye apate neema na wastahili katika yale yajaliwayo, tunaomba haivu kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Sasa nitawapisha bei ya Moyo Mtakatifu wa Yesu. Hivyo basi, yeye wapendwa, ishara ya Moyo Mtakatifu wa Yesu iwe kinga yenu hadi mzima kwa milele Amen. Naweza kuimba wimbo wa Moyo Mtakatifu wa Yesu

na tawi la ushindi la walinzi wa siku zote wa ufalme wa mbinguni, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Kristo Bwana awapokee ninyi katika hesabu ya waamini wake, nasi na tunawapokeeni katika sala zetu na ile Mungu wa wajanyeni kwa njia ya manaye wa pekee mpatanishi wa watu na Mungu, wakati wa kuishi vizuri na, na, na nafasi ya kutenda mema na uthabiti wa kudumu katika wema na kuingia kwa furaha kubwa katika urinzi wa maisha ya milele na kama vile leo hivi